Mke wa Rais Mama Janeth Magufuli leo amemwaga machozi alipokuwa akiagana na walimu na wanafunzi wa Shule ya Msingi Mbuyuni, iliyoko jijini Dar es Salaam, shule ambayo alikuwa akifundisha kabla ya kuingia Ikulu. Akizungumza na walimu na wanafunzi katika viwanja vya shule hiyo, Janeth Magufuli ametoa wito kwa wazazi na walezi kutobweteka baada ya serikali kutangaza sera ya elimu bure, badala yake wanatakiwa kuhakikisha watoto wao wanapata mahitaji muhimu kabla ya kufika mashuleni. Waombe wazazi na walezi, hii dhana ambayo Mheshimiwa Rais aliyozungumza kwamba elimu bure, basi wazazi na walezi tusibweteke, yako ya kusaidia kama uniform, hakikisha mtoto amekula vizuri, umpe mahitaji yale muhimu ambayo yata, ataweza kuja shule na kuanza kusoma vizuri akiwa na mahitaji kamili. Janeth Magufuli amesema walimu wanakabiliwa na changamoto nyingi, hivyo atafikisha maombi ya walimu kwa rais ili changamoto hizo zianze kutatuliwa. Nitafikisha yale ambayo mmenituma me, me, kama dada mkuu <laughs> ama dada mkuu basi nitayapeleka kwa shemeji yenu, manake najua walimu kuna changamoto nyingi sana kweli ikiwemo nauli. Kuna kipindi hata wakati mwingine inabidi uulizo nyumbani. Sasa wewe unafanya kazi, hata nauli tena mimi nikulipie, unawambia baba, mi naomba tu nisafirishe, manake nauli hatujapata. changamoto nitazichukua na sio tu kwa shule ya Mbuyuni, Tanzania nzima tuna matatizo ya elimu yanayofanana. Aidha, ametoa wito kwa wanafunzi kusoma kwa bidii kwani taifa la Tanzania linahitaji watoto wasomi. Ninaomba msome watoto wangu, mnasikia? Msome kwa bidii, muache michezo. Mimi mwenyewe kama mlivyoona nilisoma siku nilikuwa nawaambia na nikarudi hapa hapa kufundisha kwa miaka kumi na saba na nisikia, msiende baharini zile video za saa nne kucheza pulu kamali, nasikia msome. Eh, taifa hili linataka wasomi. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Dorothy Malechela ametaja changamoto kadhaa ambazo zinapunguza morali wa walimu katika kufikia malengo yao. Kutokana na changamoto hizi, nitumie fursa hii kuainisha maombi yetu machache tu, wala sio mengi: tujengee nyumba za walimu, halafu kulipa nauli za likizo kwa wakati, kupanda madaraja kwa wakati na kulipwa staiki zetu mara moja, na kile kikwazo cha kutumikia daraja baada kuingia ngazi nyingine, naomba kifunguke kile kikwazo kiondoke, ili iwe motisha kwa walimu. Naye mkuu wa wilaya ya Kinondoni Paul Makonda, aliyehudhuria kwenye hafla hiyo, alikuwa na haya ya kueleza. Tunayo mikakati mbalimbali ya kuhakikisha tunaongeza na kujenga uwezo wa walimu wetu kuweza kutoa huduma nzuri, hasa ya kuwafundisha watoto wetu na watoto wa watoto wa watoto wa watoto wetu. Moja tu nikudokeze wiki mbili zinazokuja tutakuwa tumeshakamilisha maongezi ya vyombo vya usafiri kwa wilaya yetu ya Kinondoni, ambayo maongezi yetu ni kuwaomba wamiliki wa vyombo vya usafiri hasa daladala kuwapa nafasi ya kuwasafirisha bure walimu wetu wanapowahi majukumu yao ya kwenda kufundisha watoto. Peter Edson, Mwananchi Digital.